Mimi naitwa Paul Fabiani Mwigicho, ni mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari Mgumu. Taarifa ya shindano walilitolewa taarifa shuleni kwetu na mwalimu wa Kiingereza na mkuu wa shule akanihamasisha kuandika, paka kupelekea mimi kuandika taarifa hiyo. Mada ya mwaka huu ilinihamasisha kushiriki kwa sababu ilikuwa inauliza e, ina inahamasisha utunzaji wa vyanzo vya maji kwa matumizi ya vizazi vijavyo na vilivyopo na kupelekea ikanigusa, kiasi kwamba sasa hivi tunaona vyanzo vya maji vinapitia, vinakosa vina umuhimu kwa watu, mpaka kupelekea kuchafukwa kwa hiyo, nikaona ni vizuri na mimi kutoa mchango wangu na mawazo yangu ili kusaidia kutunza hivyo vyanzo vya maji kwa ajili ya vizazi vijavyo. Nilipoanza kuandika barua yangu, aa, ujumbe wangu niliokuwa nataka kutoa ni kwamba tunatakiwa kila mtu kwa nafasi yake ajitahidi kutunza vyanzo vya maji ili kila mtu ajue umuhimu wake, na na vitu na matunda yanayovunwa kutoka kwenye hivyo vyanzo kama samaki na vitu vingine, kwa kiasi kwamba tukivitunza hivyo vyanzo vya maji vitatusaidia kupata maji ambayo ni masafi ambayo yatatumika kwenye kazi mbalimbali mbali za nyumbani, viwandani, na hata kwenye shughuli za kiuchumi. Barua yangu niliandika zaidi ya mara tatu. Niliandika mara ya kwanza ikapitiwa, akasema nirudie, nikaandika mara ya pili, nikarudia mimi mwenyewe baada ya kuona nimekosewa, na mara ya tatu ndipo nilipoandika. Nilichukua kama takriban siku nzima, nilikuwa nakusanya mawazo mpaka kuimaliza. Kiukweli ni furaha isiyoelezeka, kwa sababu sikutegemea kitu kama hicho, lakini niliandika kwa kuamini na mawazo yangu, niliamini kitu ambacho nimekiandika. Na nilipopokea taarifa hiyo, nilifurahi sana kiasi kwamba siwezi nikaelezea ninavyojisikia moyoni. Naweza nikasema zimenipa ndoto mpya, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kushinda shindano kama hili la kitaifa. Kwa hiyo nilikuwa, nilikuwa ni, ilikuwa ni ndoto yangu siku moja na mimi kufikia hii hatua nilionayo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu nimefikia hii hatua ambayo nilikuwa na, na iwaza, na najipongeza pia kwa kufikia hii hatua. Ningependa kuwahamasisha wanafunzi, kwani waamini wanachokiandika, mawazo yao yana mchango sana katika jamii yetu, na wafanye hii kazi kwa kupenda. Mtu afanye kazi akijua kwamba mawazo yake ni ya muhimu sana kusikilizwa, na yakifanywa kazi anaweza akaleta matokeo chanya katika jamii zetu. Wanafunzi wanatakiwa kuhamasika, kwani hata hapo wameona kwamba kuna mashindano yanaleta tija katika mtu mmoja mmoja taasisi ya shule na hata familia. Kwa majina naitwa Elia Mochi Merengo, hapo ni rafiki yangu na nimefurahi baada ya yeye kushinda kwenye masuala ya ku, kuandika insha na kwa kweli amenihamasisha na mimi pia. Siku nyingine pia tukiletewa tena eh, mashindano ya, ku, ya kuandika insha, na mimi nitajitolea kwa <clears throat> bidii nitaandika kwa bidii na nina imani kwamba pia siku moja na mimi nitashinda. Na kwa jina naitwa Mwalimu Juma Matera James. Mwanafunzi huyu anayesoma kidato cha pili ni mdogo wangu, mtoto wa mama mdogo. Mimi ni mlezi wake. Tulikuwa shuleni, mwalimu mkuu na headmaster ndo aliniita akanieleza hayo mambo. Nilisikia furaha na nilipata faraja sana baada ya kuona ameshinda katika shindano hilo. Nilikuwa najua kwa sababu alisha kuandika mwaka jana, hakufanikiwa kupata. Ah, nilimwambia asikate tamaa, ili takapotokea fursa nyingine aweze kufanya hivyo. E, anaweza hatika kupata na imetokea amebahatika, amepata hii o e. Ushindi huu unaonyesha kuna uwezo mzuri wa watoto ili ninawapa hamasa wale wengine waliopo wale, wadogo zake waweze kufanya vizuri na wenyewe waone kwamba yeye amewapa mwanga na wanaweza wakafanya vizuri kupitia yeye kama kioo. Nashauri wazazi wawape nafasi watoto kusoma, wasiwape kazi nyingi kwa sababu ili mtoto afanikiwe anahitaji muda wa kutosha na kusoma. Atengewe muda wa kukaa na kusoma, sio anawampa kazi nyingi za ambazo namshinda, wakati mwingine anapata amechoka na shindwa hata kusoma. Ah, vipaji kama mtoto akiwa na kipaji mzazi akiangalie na ampe fursa ya kukionyesha kile kipaji chake mahali ambapo kinapohitajika. Kwa majina, naitwa Paul Chacha Msamba, ni makamu mkuu wa shule, shule ya sekondari Magumu. Mwanafunzi wangu ambaye waliandika insha iliyoletwa na shirika la posta, niliwaamini kwamba wanaweza kuandika insha hiyo, lakini sio kwa kuangalia kwa uwezo, ni kwa kuwapatia nafasi waandike wote bila kujali wana uwezo au hawana uwezo mara nyingi wanapoleta tangazo la kuandika insha huwa tunawahamasisha wanafunzi wajitokeze kwa wingi waweze kuandika, na ndipo baadhi ya wanafunzi wakajitokeza na kuandika. Binafsi najisikia vizuri sana, kwa sababu hii inaonyesha ni jinsi gani wanafunzi wanakuwa na uwezo wao binafsi katika kupambanua mambo siku zijazo. Maandalizi tuliyoyafanya ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanafunzi tunawaelekeza kufata masharti yaliyokuwa yameandikwa kwenye barua ile. Waweze kuyafata kama barua ilivyoandika ili wasije wakaandike nje ilivyoelekezwa kwenye barua ya uandishi wa insha. Kwanza kabisa taswira tuliyoipata ni kwamba shule yetu inaonyesha ni miongoni mwa shule ambazo zina wanafunzi ambao wana uwezo na ubunifu wa hali ya juu na pia tunaona ni fursa ya kuweza kuitangaza shule yetu kwamba ina wanafunzi bora, wanaweza kushindana ndani ya nchi na hata kimataifa siku zijazo. Ujumbe nilionao mimi kama kiongozi wa shule ni kuhamasisha walimu wenzangu na hata walimu wa shule zingine kuweza kuwapatia watoto nafasi ya kujaribu kushindana ndani ya nchi na hata nje ya nchi, ili tusiwapotezee vipaji vyao na talanta zao siku za usoni, maana kama tusingeweza kuwaruhusu huenda kipaji cha mtoto kama huyu tusingeweza kukifahamu. Ambalo naweza kumhamasisha mwanafunzi wangu huyu Paul Fabian Mwigicho ni kuendelea kunoa kipaji chake cha uandishi wa makala mbalimbali mbali, insha, barua zinapokuwa zimejitokeza, ambazo siku za usoni zinaweza kaja kumfanya kuwa mwandishi mzuri hata wa habari. Ningeshauri mashirika mbalimbali yajitokeze, mbali sio tu shirika la Posta Tanzania weza kuwashindanisha watoto katika nyanja mbalimbali, sio tu za uandishi wa nje, hata kwenye mambo mengine ili kuweza kuibua vipaji ambavyo vinaweza kuja kulisaidia taifa letu katika kuinua maendeleo yetu ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Jo, shirika la Posta, twenzetu kidigitali pia, na huduma zetu bado zipo pale pale. yo, yo, yo. Zitu na huduma kuu zipo za aina nne tena, tumeshaenea mpaka nchi za nje, twasafirisha barua, vifurushi na vipeto yo, yo, yo. Tena kwa kila hatua tutakupa maelekezo yo, yo, yo. SMS unaweza fatilia mzigo unapotoka mpaka ukikufikia. Huduma za utumaji wa fedha na uwakala co shirika la Posta, na hautopata hasara yo, yo, yo.